Ebwana Yesu kinyonge, hii movie inaanzia hapa. Kuna huyu mshikaji mmoja akawa anamuita mwanae. mwanaye Samara ghafla akateleza akadondoka mpaka chini. Ebwana, usisahau kusubscribe hapo, ku like na comment. so tuanze mwanzo. Huyu mshikaji bwana ana upunguvu fulani hivi wa akili yani akili zake hazipo sawa kabisa basii yani. Basi wama. Alizaa mtoto wake pamoja na mke wake, lakini kipindi anatoka hospitali maana, ghafla mpenzi wake alidisappear yani, na kumwacha yeye pamoja na mtoto wake mitaa pale pale hospitalini. Basi mwamba akaanza kuangaika na kumlea mtoto huyo peke yake, yani bila msaada wowote. Kwa hiyo alikuwa anatumia nguvu kubwa sana kumlea mtoto bila kujua kwamba wanahitaji labda pempasi gani, maziwa gani, maana mtoto alikuwa analia muda wote na yeye haelewi nini cha kumpa basi akawa ni mtu wa kulia kila siku, mara simu. Jirani yake leo akampigia simu, kuna shida gani, mpaka huyo mtoto mbona analia na sana? Jirani yake akaamua kumtembelea mpaka pale, ili mwambie afanye mpango wa kusaidiwa. Kwa hiyo jirani yake akamfundisha akamwambia, bwana, inabidi kila baada ya masaa mawili mtoto apate maziwa. Basi mshikaji alikuwa anafanya kazi katika restaurant moja ambayo anapata pesa hapa, anamfanya mpaka mtoto apate kula. Basi mwamba akawa nini, ile leo hii hapa rafiki zake wakawa wamemtembelea mpaka pale. Mwamba alifikiria mpaka mwisho wa picha huyo mtoto labda ampeleke labda chumba cha sehemu ya watoto wa tiba. Sasa leo mtoto wake anaenda naye sehemu ya kazi, mtoto ikafikia sasa umri wa kuanza kwenda shule, hasa mtoto asha unajua ile kolaborati akaanza kumkataa kama baba yake, yani baba yake si unajua, haipo sawa. Akawa basi mshikaji anapata nguvu kubwa sana ya kusapoti kwamba mtoto wake asimkumbuke mama yake kabisa, lakini nalo ilikuwa kazi ngumu sana. Japokuwa mtoto amezaliwa, hamjui mama wala nini, yeye anamjua baba yake tu. Basi stage ikafika kwa mtoto kuanza shule. Viatu sasa ikawa ni tatizo moja kubwa sana. Yeye viatu alizomvalisha ni vya kawaida, lakini anahitajika viatu vya vyeu. Sasa alitakiwa kununua viatu vya dola kama kumi na sita afu yeye ana dola sita tu. Sasa ilikuwa kipengele sana kwa muuzaji Kambia bwana, siwezi nikakuuzia. Sasa pale pale washikaji swali kwa wengi bwana, huyu akachangia hichi, huyu akachangia hiki. Bwana mimi na dola tano hapa. Ongezea hapo, naweza kupata chochote. Kwa mchango mchango pale ulikuwa mwingi sana wa kutosha, na mwamba mtoto wake akapata pale pale akapata viatu na akaanza kwenda shule. Siku ya kwanza kwenda shule tu baruni kibao yani maputo kama yote, mtoto anasindikizwa shule. Si unajua ile mtoto wa baba huyo mzee basi ile Zikaanza zile homework nini, na mtoto akawa anajifanya kama hajui hivyo homework, nini cha kufanya, mradi tu amtesti baba yake, lakini baba akawa anajifosi hivyo hivyo kwamba aelewe vizuri kwamba nini amjibu mtoto wake, lakini hivyo hivyo akawa anaendelea kufight. Hasa mtoto akaonekana kama shuleni aperform vizuri, so wazazi na walimu wengi sana walishauri kwamba huyu mtoto bwana, anahitajika apate familia, kwamba wewe saizi inatosha. Yani hata mtoto mwenyewe akamwambia baba mi sikuhitaji wewe yani si na sikuhitaji baba kama wewe yani. kabisa yani. Huyu mtoto alikuwa anafanyiwa mpango atafutiwe wazazi tofauti na yeye, kwa hiyo ulipelekwa mahakamani hiyo, jaji akapitisha, bwana, huyu mtoto tunakupokonya, tunatafuta wazazi ambao wanaweza kuishi na huyu mtoto. Basi alimwaga pale mtoto wake, na leo hii hapa wanapokonya mtoto kwa lazima, kwa mtoto aende kwenye familia nyingine tofauti. Lakini mtoto alikuwa ni mtu mmoja wa kumwaza sana babake. Basi babake, akawa ametahiri ile anajua si mtoto wake anapoishi. Kwa hiyo akawa mtu akwenda kumchungulia ile nini, si unajua ile bado mtoto wake umempenda yani, muda wote unafurahi kuwa naye. Lakini mtoto wake akenye ile familia alikuwa pia na huzuni, hasa kawa ni mtu ambaye mita hili ile na mambo ya nini ile. Ni hasa mtoto wake akatokea pale, akataka kumkumbatia ruhusi, lakini mtoto wake akamkataa kabisa, akamwambia sikutaki, sikutaki bwana, mimi sina baba kama wewe, sikutaki, nimekwambia sikutaki, utoke hapa nyumbani kwetu Toka toka! Losi, Losi, sori, nahitaji tu kukuona mara moja. Lakini mtoto alikuwa bado mbishi sana, amtaki kabisa baba yake, maana tayari ameshamezeshwa sumu ya kutosha. Lakini kwa upendo bwana ndio kila kitu yani, kwamba mtoto alikuwa bado anampenda sana mtoto wake. Kwa hiyo mwamba aliamua kupanga nyumba mtaa ile ile alipokuwa mtoto wake na yeye akapanga hapo pembeni. Sasa mtoto alivugundua, kumbe, ah, kumbe babangu amepanga hapo tu karibu. Basi ile swala ni dogo sana. Kwa hiyo usiku alikuwa na snitch, analuka ukuta, anatembea barabarani peke yake ili mradi asogee pako kwa babake. Anakaa na babake, babake paka analala na mrudisha mtoto. Paka ile familia ikaanza kushangaa. Huyu mtoto ametokaje humu ndani? Eh? Basi usiku kama kawaida na snitch anampeleka mtoto akilala na mrudisha. Hey, jamani vizuri basi. Paka familia ikaanza kuona ile hali tu ya kawaida ni kwamba mtoto kwenda kule kwao nini. Sasa mwisho wa picha huyu mama akamwambia bwana huyu mtoto kwa kweli imeshindikana, huyu mtoto mimi nakurudishia tu na kukabidhi, uendelee kumlea lakini mwamba alikuwa naomba sasa apate hata mama, yani kwamba kwa karibu naye, maana mtoto bila mama hilo ni swala gumu sana kwa kweli. Aliomba kwamba anaweza labda kumsupport kulea naye ile nini, lakini bi mkubwa huyo hapa akaona sio swala gumu sana kwake, kwa sababu yeye mwenyewe bado anampenda vile vile mtoto. Kwa hiyo akakubali fresh. Kwa hiyo inabidi amemwomba pana msamaha nini, basi leo hii hapa Ikawa ni siku ya michezo, mtoto yuko shuleni nini, nini unacheza nini, unafurahi. Yule mama alikubali kwamba yeye atakuwa mama yake kama kawaida. Basi movie bwana, ni bonge kati ya movie koja, ina story nzuri sana kuhusu kwamba masuala ya upendo, kwamba upendo kwa vyovyote lazima una jaji zo, kwamba mtoto hata kama awe vipi amkubali wala nini, mtu wake, lakini upendo ndo kila kitu. Mzee usisahau kusubscribe, kusubscribe ku ku like na comment. Basi tena usisahau kusubscribe, ku like na na comment comment hapo ili uwe mwanachama wa ya, it is re, pamoja na GBBY 24 hours. Pia bwana tunapatikana katika TikTok account kama GBBY24. Pia usisahau kutu follow pale ili uendelee kupata midudes na clip fupi, fupi ili we movie laba ukaenda kuitazama mwenyewe. Na pia bwana usisahau kufuatilia katika account yetu ya Facebook. Right now tumefungua account yetu ya Facebook ambayo inaweza tukapata movie kali ambazo zote zilizotafsiriwa. Kama we labda umechelewa kuangalia movie ya muda mrefu. So unaweza uka comment hapo chini ukazungumzia hisia zako. Pia je, movie umeionaje? Umeipenda au la? So mwana, kuna account pia tumeiunga pale membership. So kama wewe pia ni moja kati ya fans mkubwa sana, ambao unakubali appreciate movie kali. Nini, unaweza ukajiunga pale na membership, lakini kwa Tanzania unaweza ukawasha VPN ndio unaweza ukaona jinsi gani ya kujiunga na membership pale, itakuletea ujoini na utajoin katika membership yetu ya GBBY24. Kuna nguvu pale na membership nyingine tofauti. So, endelea kuwa pamoja nasi, maana movie kali zinakuja karibu yako, ili usipitwe nazo inabidi usubscribe account yetu pia uende TikTok, ili uangalie kwamba je, yeah, what is the next movie gani nafuata, ndio kule TikTok bwana, tunazungumzia movie gani ambayo inaofuata up to next bwana, karibu sana GBBY24, kuwa mwanafamilia wetu na moja kwa moja Unapata movie kali kupitia Gabi TZ3. Ni mimi bwana Gabi TZ3 kwa siku nyingine tena. So, karibu na, na kutakia wakati mwema, na nashukuru sana kwa kutazama movie yangu paka mwisho na kuenjoy na kutoa hisia zako katika comment, ili kuzungumzia, je, movie umeipenda, au je kitu gani kiongezwe, kitu gani kipunguze. Wewe ndio mtazamaji, na unaelewa kitu gani ambacho kimependezwa au kitu gani kibaya kimetokea katika hii movie labda Bwana, movi yako bwana, umesimulia lakini haijavutia kivile. So, unadongorosha komenti yako.